katika hospitali yetu tuna jumla ya wauguzi 268 kati yao wakunga wa kiume wako ishirini na sita na zaidi ukiangalia kwa uwiano bado jinsia ya kike ni wengi zaidi kuliko ya kiume hii imetokana na mtazamo hapo awali ilikuwa inaaminika kwamba taaluma ya uuguzi na ukunga ni kwa ajili ya watoto wa kike lakini kwa sasa hivi hali ni tofauti hata vioni tunaona graduate wengi wapo wa kiume zaidi na wa kike wanakuwa wachache hivyo pia katika maeneo ya kazi tunaona wanaendelea kuajiriwa wakunga wa kiume kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma za ukunga. Kwa habari ya mwitikio katika masomo au namna ya kozi zinavyo wanavyojiunga katika vyuo, wanaume pia mwitikio wao umekuwa mkubwa, umeongezeka ambao wanajiunga na hii kada ya uuguzi na ukunga, hivyo tunaendelea kutarajia kuendelea kupokea wakunga wa kiume wengi zaidi ukilinganisha na hapo awali. Kwa siku ambayo siku ya kwanza nilipokuja kujifungua, sikutegemea kama nikikutana na mkunga wa kiume. Kwa jina anaitwa Ramazani, alijitahidi sana kuniokoa maisha yangu. Niliteseka kwa usiku kucha, lakini akaniambia mama, mi ni daktari na presheni sio nzuri, nakupambania mpaka ujifungue salama. Na kweli alinisaidia akiambatana na Pendo. Sitowasahau ujio wangu sikutegemea kwamba ningekutana nao na hudumu kama hao, lakini namshukuru Mungu alinipambania mpaka nikajifungua salama, akamsaidia mwanangu akiwa pumzi haina ni vizuri, lakini wakampeleka ICU. Nashukuru Mungu, nimempata mwanangu anayetoa lozi na wakampa jina, na mpaka sasa hivi naendelea vizuri, wananipa huduma nzuri. Namshukuru Mungu, sikutegemea kama ningekutana na mkunga wa kiume kwa maisha yangu yote. Yani sikutegemea, ni si kwamba nitakutana na mkunga wa kike tu ndio wanaweza kazi hiyo ya kuzalisha kikubwa mimi hapa mume wangu ulikuwa umeenda akasema kwamba umechelewa muda mrefu sana hujazaa, utapata shida, lakini naona kwamba nilivyokuja hospitali ya mkoa kwa hiyo likawa swali ni jepesi sana yani, kwa kunisaidia na mimi sikutegemea, nikajua yani, moja kwa moja nitapata operation kwa sababu mtoto huyo hali kuwa ananisumbua sana, lakini walipambana na mimi. Na kwa hiyo wanawake wenzangu wasikate tamaa, na usiwaambie maneno ya mtaani kujichukulia tu kwamba ukienda kwa hospitali kuna hiki na hiki. Hapana, njoo mwenyewe ujionee, ndipo mwadisie mwenzako, na usimwadisie kitu cha uongo. Mwadisie kitu ambacho ulichokiona na unachokikuta lakini uongo, usimkatishe mwenzako tamaa. Hospitali ya Morogoro, tunamshukuru Mungu, huduma iko vizuri.